Mimi kwa majina naitwa Duncan Mwarangu Gathenga. Nilijua Maridady Motors kupitia kwa media, kwa radio, actually inoro. Nikaona waki advertise na nikasikia mahali wako ni Kiambu Road. Na kwa vile sio bali na, na mahali niko kazini nikajipeleka huko. Nikaelezewa vile nitaanza kusevu pesa nikasevu for like 12 months. lipofika mwezi wa kumi na sita gari nikapata eh. Hii gari inanisaidia kwa familia, kupeleka mama watoto kwa kanisa na mimi nayo, nasafiri nayo, naweza eda safari za mpaka kwetu ushago, na hata kazini inanipeleka kwa kazi yangu. Mimi niko na kazi ya keki na produce keki pare kaliobagi la like ita stress so hii gari pia naenda nayo kazini na kwa usafiri inakuwa rahisi. Ni gari mzuri. Pia nige advice mwenye anataka kuingia kwa Maridady Sacco, sio vigumu, ni rahisi. Unaweza jipeleka pale, ama upige simu. Kuna naba wanapeana, unaweza piga, wakakuelezea vile utaanza kusave pesa zako na kutoka hapo uko started unaanza kusave eh, ndio upate gari yako.